Ni dondoo za mwanadigitali nami ni mwanadigitali Musa Magali Anok kutokea mamlaka ya serikali mtandao eGA, na nataka nikufahamishe ya kwamba haijalishi uko wapi, bali huduma za serikali zinakufikia popote pale ulipo unapobofia nyota 152 nyota 00 alama reli. Unaweza kupata huduma mbalimbali mbali za serikali kwa njia ya sim ya simu ya mkononi. Ni mkazi wa wapi wewe, mkazi wa Rukole? Nataka utuambie uh, ukitaka kupata huduma mbalimbali mbali za serikali unabonyeza namba gani? Nyota mia moja hamsini na mbili nyota sifuri sifuri alama ya reli. Hebu he, tupe baadhi ya huduma ambazo zinapatikana pale, kwanza hususan, umeme, napata taarifa za umeme ziko pale, alafu huduma za maji. Huduma ziko nyingi tu pale, mfumo ni mzuri sana. Kwanza nashukuru serikali kwa sababu, kwanza ni tumepunguziwa adha fulani, yani kwa mfano, nahitaji kwenda Mpwapwa kujiuliza, lakini najiuliza nikiwa nimekaa nyumbani kwangu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Sasa basi, wewe taasisi ya umma ambaye bado huduma za taasisi yako hazipo katika mfumo huu uh, wasiliana na mamlaka ya serikali mtandao iga, uh, kupitia dawati la msaada wa kiufundi kwa nambari 073 au 074 292 299, ili hata wananchi waliopo vijijini nao waweze kunufaika na huduma katika taasisi yako. Mimi ni mwana digitali Musa Magaliano, hadi wakati mwingine tena. Karibu tuijenge serikali kidigiti.